Waswahili wanasema kwamba majuto ni mjukuu, na siku zote bahati haiji mara mbili. Alikuwa mvuvi fukara, akabahatika kukutana na nguva baharini. Baada ya kuonesha uaminifu, nguva yule akampatia utajiri na mali, ila kwa mashariti. Je, unajua ni nini kilitokea au ilikwaje? Sasa, kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe, alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuyanze hadithi yetu. Katika kijiji kidogo cha wavuvi kilichojichimbia kando ya bahari ya Hindi, palikuwa na kijana aliyeitwa Karoli. Jina hili halikutajwa kwa heshima wa kwa sifa njema, bali lilitamkwa kwa dhihaka, kebehi na kicheko. Karoli alikuwa fukara wa kutupwa, hohehahe asiye na mbele wala nyuma. Maisha yake yalikuwa ni kielelezo cha mateso. Nguo zake zilikuwa zimechanika zikiwa na viraka juu ya viraka kiasi kwamba rangi yake ya asili ilikuwa imepotea. Mashua yake ambayo alirithi kutoka kwa marehemu babu yake, ilikuwa imeoza na kutoboka kiasi cha kuitwa kichungi na wavuvi wengine. Kila alipoingia baharini, badala ya kuvua samaki alijikuta akitumia muda mwingi kupunguza maji yaliyojaa ndani ya mashua hiyo chakavu. Siku zote wavuvi wenzake wenye mashua za kisasa na nyavu imara, waliporejea na mapato manono Karoli alirejea na dagaa wachache au wakati mwingine mikono mitupu. Alidharaulika sana, hakuna mwanamke aliyemwangalia kwa jicho la pili na watoto walimtungia nyimbo za kumsimanga. Ilikuwa ni siku ya Jumanne, jua lilipokuwa likiwaka utosini kama tanuru la moto. Karoli, akiwa na njaa iliyokuwa ikimkata matumbo, aliamua kusukuma mashua yake mbovu kuingia majini. Siku hiyo bahari ilikuwa imetulia. Lakini moyo wa Karoli ulikuwa umevurugika kwa uchungu wa maisha. Alienda mbali kidogo kuliko kawaida, akitupia ndoana yake kwa matumaini hafifu. Baada ya saa nyingi za kusubiri bila mafanikio, ndoana yake ilinasa kitu kizito. Moyo wake ulidunda kwa kasi, akijua labda amepata kolekole kole mkubwa au changu wa maana. Alianza kuvuta kamba kwa nguvu zake zote, mishipa ya shingo ikimtoka. Alipokivuta kitu kile juu ya maji, hakuwa samaki. Ilikuwa ni cheni nzito, ndefu iliyometameta kwa mgao usio wa kawaida. Ilikuwa ni dhahabu tupu. Uzito wake mkononi ulimwambia Karoli kuwa hii si dhahabu ya kawaida. Ilikuwa na nakshi za ajabu ambazo hakuwahi kuziona duniani. Karoli alitetemeka. Aliangalia ile cheni, kisha akaangalia huku na kule baharini, kuona kama kuna mtu aliyemwona. Hakukuwa na mtu. Haraka alificha ile cheni ndani ya mfuko wake wa suruali uliokuwa na tundu, akihakikisha ameifunga vizuri isidondoke. Leo umaskini basi, alinongona, huku akianza kupiga makasia kurudi nchi kavu kwa kasi ya ajabu. Alipofika ufukweni, jua lilikuwa linaanza kuzama, likiipaka bahari rangi ya chungwa na damu ya mzee. Karoli alishuka kwenye mashua yake na kuanza kutembea haraka kuelekea nyumbani kwake ili akaifiche hazina hiyo. Lakini hatua chache kutoka kwenye maji, alisikia sauti ya kilio. Kilio chenye huzuni kuu. Aligeuka na kumwona mwanamke mmoja ameketi juu ya jabali la mawe. Alikuwa mrembo kiasi ambacho Karoli hakuwahi kufikiria kama binadamu anaweza kuwa hivyo. Ngozi yake ilikuwa nyororo kama hariri, macho yake makubwa ya kinga hata katika giza la jioni, na nywele zake ndefu nyeusi zilifika kiunoni. Karoli aliganda, uzuri wa binti yule ulimfanya asahau umaskini wake. Kwa sekunde kadhaa alimsogelea kwa hofu na kumuuliza, dada, mbona unalia peke yako hapa baharini wakati giza linaingia? Binti yule alinua uso wake uliolowa machozi na kusema kwa sauti tamu iliyojaa maumivu, nimepoteza kitu cha thamani sana kwangu na kwa familia yangu, nimepoteza cheni yangu ya dhahabu, na bila hiyo siwezi kurudi nyumbani, kwani baba yangu ataniadhibu sana. Moyo wa Karoli ulipiga paa, alijua cheni iliyo mfukoni mwake ndiyo iliyokuwa ikitafutwa. Vita kuu ilizuka ndani ya nafsi yake. Sauti ya kwanza, usitoe hii ni tiketi yako ya kutoka kwenye umaskini, ukiuza hii utakuwa tajiri, utaheshimika. Sauti ya pili, usiwe mkatili, angalia machozi ya huyu dada, hiyo cheni ni mali yake. Hatimaye utu wema wa Karoli ulishinda tamaa. Aliingiza mkono mfukoni, akatoa ile cheni inayong'aa na kumuonesha binti yule. Je, unamaanisha hii? Macho ya binti yule yalitoka pima. Aliruka kwa furaha na kumkumbatia Karoli. Harufu ya marashi ya ajabu ikimpata kijana huyo wa watu. Ndiyo yenyewe, wewe ni kijana mwema sana. Watu wengi wangeichukua na kuitumia kujitajirisha. Baada ya kupokea cheni yake, binti yule alimtazama Karoli kwa kina. Sura yake ilibadilika kutoka kwenye huzuni na kuwa ya mamlaka. Kijana, binti yule alisema, "Mimi si binadamu wa kawaida kama unavyodhani. Mimi ni binti wa mfalme wa bahari saba. Mimi ni nguva." Karoli alirudi nyuma kwa hofu akitaka kukimbia, lakini miguu iligoma. Hadithi za wavuvi zilisema nguva huwateka watu, lakini huyu alionekana tofauti. "Usiogope," aliendelea binti Nguva, kwa kuwa umenitendea wema na kurudisha heshima ya ufalme wangu, baba yangu na mimi tunataka kukupa zawadi. Sema chochote unachotaka duniani, nami nitakupatia. Karoli alimeza mate, mawazo yake yalijaa picha za maisha yake ya dhiki. Alikumbuka dharau za wanakijiji. Alikumbuka kulala njaa. Bila kusita alisema nataka pesa. Nataka niwe tajiri kuliko mtu yeyote katika kijiji hiki. Nataka wote walionicheka waniheshimu. Binti Nguva alitabasamu, tabasamu lenye mchanganyiko wa huruma na onyo. Pesa ni rahisi sana kupata baharini, lakini ni mzigo mzito kutunza. Njoo nami. Binti yule alimwamuru Karoli apande kwenye mashua yake mbovu na kuanza kupiga makasia kuelekea kilindini. Binti alipanda naye akikaa sehemu ya mbele, walisafiri mpaka nchi kavu ilipopotea machoni. Ghafla binti yule alisimama na kuruka majini. Karoli alipiga ukelele akidhani amejirusha kujiua, lakini alipoangalia majini aliona maajabu. Miguu ya binti yule ilitoweka na badala yake kulikuwa na mkia mkubwa wa samaki uliong'aa kwa magamba ya dhahabu na fedha. Alikuwa nguva kamili. Nguva yule aliibuka kando ya mashua na kumwambia Karoli, tupa nyavu yako sasa. Karoli alitii, alirusha nyavu yake iliyojaa viraka. Mara moja nyavu ilitingishika kwa uzito. Alipoivuta hakuamini macho yake. Samaki waliokuwa wameingia kwenye nyavu, mara walipogusa sakafu ya mashua, walibadilika. Samaki aina ya changu waligeuka kuwa noti, bunda kwa bunda. Samaki aina ya papa waligeuka kuwa matofali ya dhahabu. Dagaa wadogo waligeuka kuwa sarafu za fedha zinazogongana. Ndani ya dakika kumi, mashua ya Karoli ilikuwa imejaa pesa na dhahabu kiasi cha kutaka kuzama. Karoli alicheka kama chizi akiokota pesa na kuzirusha hewani. Mimi ni tajiri, mimi ni tajiri, alipiga kelele. Kabla Karoli hajaondoka kurudi nchi kavu, Nguva alishika upande wa mashua na kumtazama kwa macho makali sana. Yaliyomfanya Karoli aache kucheka. Karoli, Nguva aliita kwa sauti ya kishindo. Umepewa utajiri huu kama shukrani, lakini mali za bahari zina masharti yake. Sikiliza kwa makini. Karoli aliitikia kwa haraka, nitasikiliza chochote. Sema tu. Nguva akataja masharti matatu. Usiwe na kiburi, usitumie pesa hizi kuwanyanyasa wale uliokuwa nao kwenye umaskini. Wasaidie wajane na mayatima. Usisahau asili yako. Kila mwaka siku kama ya leo lazima uje hapa baharini na kutoa sadaka ya shukrani ya samaki mmoja tu, ukikumbuka ulikotoka. Siri ya nguva, kamwe usimwambie mwanadamu yeyote chanzo cha utajiri wako. Siku utakayotamka kuwa ulipewa mali na nguva, kila kitu kitapotea. Karoli aliapa, nitaheshimu masharti haya milele. Karoli alirudi kijijini na kubadilisha maisha yake mara moja. Alinua ardhi kubwa, akajenga jumba la ghorofa lililometa kama ikulu. Alinunua mashua mia moja za kisasa na kuajiri wavuvi wote waliokuwa wakimcheka, akiwafanya watumwa wake. Mwanzoni alikumbuka kusaidia watu, lakini kadiri siku zilivyosonga na sifa zilivyomlewesha, moyo wa Karoli ulianza kuwa mgumu. Pesa zilimpa nguvu na nguvu zilimpa kiburi. Alianza kutembea kwa maringo akiwatemea mate ombaomba omba. Alisahau kuwa yeye aliwahi kuwa fukara akawa mlevi wa kupindukia, akifanya sherehe kila siku na wanawake wa kila aina. Watu walipokuja kumwomba msaada aliwafukuza na mbwa wakali. Mkafanye kazi na nitia kichefuchefu na harufu yenu ya umaskini, alikuwa akiwafokea wazee wa kijiji. Mwaka wa kwanza ulipita, akaenda kutoa sadaka. Mwaka wa pili ulipita, akaenda kutoa sadaka kwa shingo upande. Mwaka wa tatu, Karoli alikuwa na sherehe kubwa nyumbani kwake alikuwa amelewa chakari akisifiwa na marafiki wanafiki. Siku ya kumbukumbu ya kwenda kutoa sadaka ilifika, lakini Karoli alisema, mimi ni tajiri sana, sihitaji kwenda baharini kutupa samaki, huu ni ujinga. Hakwenda. Lakini kosa kubwa zaidi lilifanyika usiku huo huo, akiwa amezungukwa na wapambe wake wakimsifu na kumuuliza, Karoli, wewe ni mjanja sana, ulipata wapi utajiri huu wa ghafla? Pombe na sifa zilimzidi kimo Karoli alisimama juu ya meza akacheka kwa dharau na kupiga kelele, mnaniona mimi wa kawaida? Mimi nina nguvu kuliko mnavyodhani. Mali hizi zote, alipumua kwa nguvu, nilipewa na mwanamke wa bahari. Mimi ni mume wa nguva. Ghafla radi ilipiga angani, ingawa hakukuwa na mawingu. Upepo mkali ulivuma na kuzima taa zote ndani ya jumba lake. Wageni walikimbia kwa hofu, Karoli alibaki peke yake gizani. Alipoamka asubuhi alijikuta amelala juu ya mchanga ufukweni. Hakuwa kwenye kitanda chake cha hariri. Alipokimbia kuelekea lilipokuwa jumba lake alikuta pagale tupu, magari yake hayakuwepo, mashua zake zote zilikuwa zimezama au kuoza. Nguo alizovaa zilikuwa zile zile mbovu alizokuwa nazo siku aliyokutana na nguva. Karoli alipiga yowe la uchungu, alikimbilia baharini akiita nguva, nguva, nisamee nimekosea. Lakini bahari ilibaki kimya, mawimbi yalimpiga miguuni kama kumfukuza. Samaki mtu hakuonekana tena, pesa zote ziligeuka kuwa makombe na mchanga. Karoli alirudi kijijini akiwa fukara zaidi ya awali. Wanakijiji walimshangaa, wengine wakisema alikuwa kichaa aliyewaza kuwa tajiri. Hakuna aliyeamini kuwa aliwahi kuwa na mali, walidhani ilikuwa ndoto tu. Karoli aliishi maisha yake yote yaliyobaki akiwa mpweke, akisimama ufukweni kila jioni akitazama bahari kwa machozi, akijua kuwa alishika bahati mkononi mwake na kuitupa kwa sababu ya mdomo na kiburi chake. Hiyo ndiyo hadithi ya Karoli na Nguva. Funzo ni kwamba kiburi si maungwana na kusahau ulikotoka ni chanzo cha kupotea unakoenda. Je, umependa simulizi hii? Basi usisahau kabisa kufanya jambo moja la muhimu sana. Kwanza weka maoni yako kwenye comment hapo chini uniambie kuwa umeionaje story na umejifunza nini, kisha ni follow au subscribe